Ikiwa ni baada ya Shilole kuchomewa mgahawa wake ambao unajulikana kama Shishi Food. Ilikuwa e, inafanya vizuri kweli kweli katika upande wa promotion, na wasanii wengi of course walikuwa wanapenda kwenda kupoa pale, lakini pia na watu wengine ambao sio celebrities, ambapo ikiwa katika e, tarehe ya maandamano tarehe tisa, e, moja kati ya waathirika wa vurugu ambao ziliweza kutokea jijini Dar es Salaam, hauwezi kuacha kumtaja Shishi Food, anajulikana kama Shilole. So amekuja na ujumbe mzito ambao alianza kwa kusema maneno kama ifuatavyo. Posti yake ya kwanza katika e, mtandao wa Instagram ujumbe wake ambao ulikuwa ni mrefu kweli kweli, nitausoma bila kuongeza wala kupunguza neno lolote. Subscribe hapo chini, hapa ni Blue House Dex Media. Mimi bila kupoteza muda Shilole ameweza kuandika kama ifuatavyo: ujumbe wangu kwa taifa. Salamu kwanza, nitoe pole za dhati kwa wote walio fikiwa na msiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kudidishana maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni Watanzania. Mimi ni mhanga wa fujo hizo, na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea zime wapo wanaonekana kufurahi wakidai nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa, lakini ukweli ni huu: sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu. Nimekuwa mtu muumini -mu wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu CCM. Lakini je, wale wasio na chama walioumizwa, je, nani anawatetea? hili linaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo wakati huu si muda e, wa kutafutana mchawi nani wala kushindana kutupiana lawama na ni wakati e, wa busara. Nawabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu, huku wakiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuni ruzuku uhai basi, naamini mali zinaweza kurejeshwa na juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa, lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulilahi akiendelea kwa kusema ya kwamba ninaiombea nchi yangu, namwombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya sita katika kipindi chake cha pili, kwani ninaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo eh, kwa taifa letu na muhimu sana. Eh, tunawaunga mkono viongozi wetu na mimi sitorudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kuitetea na kusimamia na imani safi ya chama changu CCM licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyopata. Hebu tuachane na wivu wa maendeleo kwa sababu kuna kukandamiza ujana unaothubutu na kujitafutia kipato, mwishowe kuna uwa taifa taratibu. Ninashauri tusimame katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu, utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa wanaonijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna nilivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na nimeumia ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulillah, tuchague kwa amani, tuchague kwa umoja, tuchague kwa busara. Mungu ibariki Tanzania. Huu ndio ujumbe ambao ameweza kuandika official Shilole kufuatia peji yake na no kusasa wake wa Instagram, ambao umeweza kugusa watu wengi sana kufuatia maneno ya busara kabisa ambayo kaweza kuandika. Sasa sasa ikumbuke kwamba amechomewa mgahawa wake ambao ulikuwa unajulikana najikana kama Shishi Food ambao ulikuwa ni the, the best Kaun. Katika mji wa Dar es Salaam kutokana na kuingiza watu lakini pia vyakula vizuri vya kila aina. So ameweza kuandika kwamba yeye hajutii kwa, ye, hajuti kwa kilichotokea ila anafurahi kwa kuwa Mungu amemlinda mpaka hivi sasa yuko hai na kumalizia kwa kusema kwamba maneno matatu: tuchague kwa amani, tuchague kwa umoja, tuchague kwa busara. Mungu ibariki Tanzania mi t